Na mtazamaji, mvua kubwa inayoendelea msimu huu wa mvua za vuli za mwezi Oktoba hadi Disemba imesababisha maafa, uharibifu wa mali, mafuriko na watu kujeruhiwa katika sehemu mbalimbali nchini. Na baadhi ya athari za kusikitisha zaidi ni maporomoko ya ardhi katika lokesheni ya Mukurtwo, kaunti ya Elgeyo Marakwet, Ijumaa usiku kufuatia mvua kubwa iliyonyesha na mkando na, na maporomoko hayo yaliyosababisha maafa ya watu 21. Mvulana 115 alisombwa na maji ya mto Obonyo katika eneo la Kapunja Kisumu Magharibi. Naam, tukisalia Kisumu zaidi ya nyumba 340 zimesombwa na mafuriko katika maeneo ya Kapute, Nanga, Dunga, Onjweru, Kanyawade, Kalo, Kodie, Ala na Kowore. Naam, na katika kaunti ya Tana River mafuriko pia vile vile yamesomba nyumba 67 katika maeneo ya Duhush, Lebile, Bolobonta na Bangale huko Kondo na mbu, Kondo na mbuzi 170 wakifariki. Naam, na katika kaunti za Garissa mbuzi 300 waliangamia katika eneo la Gudoi area. Na na katika kaunti ya Laikipia nyumba 89 zilizoko karibu na bawa la Lobere zimefurika maji baada ya mabwawa kadhaa kufurika kufuatia mvua ilionyesha usiku. Naam, huko Mombasa mafuriko yameripotiwa maeneo ya Mburukenge na mtaa wa mabanda wa Kachonjo nam Kwa mujibu wa idara ya utabiri wa hali ya hewa, mvua zinatarajiwa kuendelea kusababisha mafuriko na maporomoko ya ardhi katika maeneo mbalimbali, na wananchi wanaoishi kwenye maeneo yaliyoko karibu na mito, mabwawa na milima wanatahadharishwa kuwa waangalifu zaidi.